Alipokuwa kijana akisomea katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi, Ayub Muhamud alitamani sana kuwa mwalimu. kuna, kuna walimu wachache sana ambao wako katika mkoa wa kaskazini mashariki. Wakati nilikuwa shuleni, nilikuwa naona walimu wengi ambao wanatoka sehemu zingine za nchi wakikuja kutufunza na mii niliona hiyo ni kama ilinipatia motisha. Baada ya kufuzu chuo kikuu alifundisha kwa miaka saba katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi na kisha akaamua kubadili dira na kuelekea Nairobi. really very... alijiunga na shule ya upili wa vulana ya Eastleigh na amekuwa mwalimu hapo kwa miaka mitatu sasa. Mimi nimeona wanafunzi wana, wana ile ari ya kusoma, wako na ile azma ya kusoma, na mimi niliona nikikuja kuwasomesha hao wanafunzi kuna namna baadaye wanaweza jitokeza wasaidie jamii. Lakini kwa mwalimu huyu wa dini na biashara, swala la itikadi kali linamkera sana, akaamua kutoa mafunzo maalum kwa wanafunzi wake kuhusu swala hili, ikizingatiwa kwamba Kenya imezongwa sana na mashambulio ya kigaidi, swala hili la itikadi kali likisemekana kuwa chanzo. Hatua hii ya mwalimu Ayub ikimsababisha kutambulika kimataifa. Niliona kwa I mean, nilisoma kwa gazeti na baadaye pia nikaona kwa internet. Na wakati niliona muda ilikuwa imepita. Hiyo ilikuwa mwaka jana. Lakini niliona ya kwamba mwaka ile ambayo ni hii mwaka nikajipanga ili ni apply ili niandikishe pia I mean, historia yangu. Mchujo wa kwanza wa watu hamsini ulifanyika na sasa wamesalia walimu kumi bora. Ayub sasa anapigania nafasi hii ya kuwa mwalimu bora duniani, lakini anakabiliana na upinzani mkubwa kutoka walimu wa bara Amerika na Asia. Walimu kutoka zaidi ya mataifa 148 walishiriki katika shindano hili. Masomo ambayo anasisitizia ukuaji wa mwanafunzi kimwili, kiakili na kiroho ni swala ambalo mwalimu Ayubu Muhammad amelivalia njuga, huku akisisitiza kwamba ari yake ni kuona kwamba anakuza vizazi vijavyo kuweza kujua kizuri au kibaya, na kutambulika kwake kimataifa sio hoja, ila tu kuhakikisha kwamba wanafunzi wake wanaondoka hapa na kuweza kuwa watu wazuri katika jamii. Leila Mohamed, QTV, katika shule ya upili ya Eastleigh, Nairobi.